Sasa leo mtume Paulo yuko tayari kuanza safari yake ya pili ya umishonari. Tuko katika sura ya kumi na sita ya Matendo ya Mitume. Ameungana na washirika wapya wa huduma. Amemchagua Sila, kiongozi ndugu nyuma katika Matendo sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na mbili. Yuko na Timotheo. Timotheo aliongezwa waliporudi kupitia Listra. Sasa katika sura ya kumi na sita mstari wa moja tunaambiwa kwamba Timotheo ni mwana wa mwanamke Myahudi ambaye alikuwa muumini, lakini baba yake alikuwa Mgiriki. Sasa tutakuja kujifunza baadaye katika agano Jipya kwamba Timotheo alilelewa na mama na bibi yake waliomcha Mungu Yunike pamoja na msaada wa mama yake Loisi. Wote wawili walijitolea kumfundisha Timotheo neno la Mungu. Wapendwa, ninaona baadhi ya watu wakuu wa imani kuwa ni wanawake wacha Mungu ambao wameolewa na waume wasioamini, na kwa maana halisi kabisa, daima nimeona kwamba wao ni wajane wa kiroho, na nina uhakika mioyo yao inauma. Labda leo nazungumza na mtu aliye katika hali kama hii. Moyo wako unauma kuona mume wako akitembea na Mungu. Basi hapa tuna hawa wanawake wawili jasiri wakimlea mwana wao na mjukuu wao kumjua neno la Mungu. Hatuna kumbukumbu kwamba baba yake Timotheo aliwahi kuja kwa imani katika Kristo, lakini Timotheo basi hatimaye atakuwa mchungaji wa kanisa pale Efeso. Na nafikiri tunapaswa kujifunza kutoka hapa wapendwa, kwamba kutokuwepo kwa baba wa kiungu hakumaanishi kwamba watoto wa kiungu hawawezi kuwepo. Timotheo ni ushahidi kwamba mume asiamini hawezi kufunika ushuhuda wa mama wa kiungu, bibi wa kiungu aliyemfuata Bwana. Sasa tunasoma hapa katika mstari wa tatu, Paulo alitaka Timotheo asafiri naye, akamtwaa na kumtahiri kwa sababu ya Wayahudi waliokuwa katika maeneo hayo, maana wote walijua kwamba baba yake alikuwa Mgiriki. Sasa basi, ingawa mama yake alikuwa Myahudi, baba yake Timotheo alikuwa mataifa na Timotheo hakuwa ametahiriwa. Sasa kitendo cha Paulo hapa kinaweza kuonekana cha ajabu, ukizingatia mabishano tuliyoyazungumzia Matendo sura ya 15, lakini kumbuka hili halina uhusiano wowote na wokovu wa Timotheo. Hii yote inahusu ushuhuda wa baadaye wa Timotheo na huduma yake miongoni mwa Wayahudi. Hili itamruhusu Timotheo kupata nafasi ya kuzungumza katika masinagogi kila fursa itakapojitokeza. Sasa basi, Paulo, Sila na Timotheo waliposafiri kuelekea magharibi kupitia Asia, mstari wa sita unatueleza kwamba walizuiwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri neno katika jimbo hilo. Kisha walipojaribu kwenda katika jimbo la Bithinia upande wa kaskazini kidogo, mstari wa saba unatueleza roho wa Yesu hakuwaruhusu. Sasa hatujaambiwa hili lilionekanaje kwa Paulo, lakini Mungu katika ukuu wake anaelekeza watumishi wake waziwazi. Labda umepitia maishani mwako aina fulani ya mlango uliofungwa wa huduma, na vema, mungu akafungua mlango mwingine badala yake. Vema, hii inatokea kwa paulo hapa na timu hii. Paulo anataka kwenda kaskazini na kisha anataka kwenda mashariki. Mungu anamtaka aende magharibi, katika kile tunachokiita leo bara la Ulaya. Naam, hapa katika mstari wa tisa Mungu anafafanua mwongozo wake kwa Paulo. Anampa maono ya mtu wa Makedonia akisema vuka, uje Makedonia utusaidie. Sasa Makedonia ilikuwa jimbo la Kirumi katika eneo ambalo leo linaitwa kaskazini mwa Ugiriki. Wamisionari walielewa wazi kwamba huu ndio mwongozo wa Mungu anaofunga mlango mmoja lakini anafungua mlango mwingine wa huduma. Sasa utaona labda hapa katika mstari wa kumi kwamba viwakilishi vimebadilika kuwa sisi na yetu, na hii inaonyesha kwamba Luka mwandishi wa kitabu cha Matendo sasa amejiunga na timu hii ya umishonari. Tayari amekuwa rafiki wa kuaminika kwa njia. Yeye ni daktari wa tiba, jambo ambalo litakuwa la msaada hasa kwa mtume Paulo. Sasa hapa katika mstari wa kumi na mbili kundi linafika Filipi, tunaambiwa ni mji mkuu wa Makedonia. Sasa huu ni mji wa Warumi wasio Wayahudi, na kuna Wayahudi wachache sana wanaoishi hapa kwa kweli hata hakuna sinagogi ambalo lingehitajika kwa mujibu wa desturi za Kiyahudi kama kungekuwa na angalau familia kumi za Kiyahudi mjini humo. Badala yake, Paulo na timu yake wanakuta kikundi kidogo cha wanawake kule kando ya mto wakifanya mkutano wa maombi siku ya Sabato. Mmoja wa wanawake hao ni Lidia, anaitwa hapa katika mstari wa 14 mwabudu wa Mungu hivyo basi, yeye ni mwanamke asiye Myahudi anayemfuata Mungu wa Agano la Kale. Sasa Paulo anashuka pale na anawapa wanawake hawa habari mpya za Agano Jipya. Na mstari wa kumi na nne unasema kuhusu Lidia, Bwana alimfungulia moyo wake. Hiyo inamaanisha aliamini ujumbe wa injili. Hivyo mtu wa kwanza kabisa kumpokea Kristo barani Ulaya ni mwanamke, mwanamke mfanyabiashara aliyefanikiwa. Na kulingana na mstari huu tunaambiwa hapa kwamba alikuwa muuzaji wa bidhaa za rangi ya zambarau. Sasa mavazi ya zambarau yangeweza kugharimu mshahara wa miaka mitatu kwa mfanyakazi wa kawaida katika siku hizo, miaka mitatu. Ndiyo maana rangi ya zambarau ilikuwa imehifadhiwa kwa kawaida kwa familia za kifalme na raia matajiri sana, na Lidia mwenyewe angekuwa tajiri kupitia biashara yake. Kwa kweli, ana nyumba ambayo itakuwa kubwa vya kutosha kuwakaribisha hawa wamisionari pamoja na kuwapatia mahitaji yao yote. Sasa tunatambulishwa kwa mtu mwingine aliyebadilika na kuwa Mkristo. Yeye si mwanamke mfanyabiashara aliyefanikiwa. Mstari wa kumi na sita unatueleza kwamba alikuwa msichana mtumwa aliyekuwa na roho ya utambuzi na aliwaletea wamiliki wake faida kubwa kwa kutoa utabiri wa bahati. Ni wazi kwamba ana nguvu za kishetani na wamiliki wake wanamtumia e kujipatia utajiri wao wenyewe. Mstari wa kumi na saba unatuambia kwamba kwamba yeye anaanza kufuata kando ya timu ya wamishonari akipaza sauti, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wanaowatangazieni njia ya wokovu. Hebu wazia hilo vema. Paulo hataki kabisa mtu kama yeye aendeshe kampeni yake ya utangazaji, kwa hivyo anajibu hapa katika mstari wa kumi na nane. Paulo akageuka na kumwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Na ikatoka saa hiyo hiyo. Hii ingemaanisha kwamba anakuwa mwamini. Kweli anapoteza u pepo. Yeye wamiliki wake wanapoteza biashara zao na, na wanakasirika. Wanawaburuta Paulo na Sila katikati ya jiji na kuwashutumu kwa kuvuruga amani na kuingiza desturi za Kiyahudi katika jiji hilo, na mahakimu wanajibu hapa kwa kuwapiga Paulo na Sila na kisha kufungwa gerezani. Lakini hapa katika mstari wa 25 tunaambiwa karibu saa sita usiku Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kuimba zaburi kwa Mungu. Hii inanifanya nijiulize, unawezaje kuimba Zaburi kwa mungu ukiwa gerezani? Naam, ni pale tu unapojua kwamba Mungu ndiye anayedhibiti maisha yako. Sasa, mstari wa ishirini na sita, ghafla kukatokea tetemeko kubwa la ardhi kiasi kwamba misingi ya gereza ilitikisika na mara moja milango yote ikafunguka na minyororo ya kila mtu ikalegezwa. Basi askari wa gereza anaamka, anaona milango ya gereza iko wazi, anajua atahukumiwa kifo kwa kuwaruhusu wafungwa kutoroka. Basi anaamua kujimaliza mwenyewe badala yake na kumaliza yote. Paulo anapiga kelele hapa akimwambia, asijidhuru kwa sababu wafungwa wote bado wapo humo. Lazima nikuambie, nadhani muujiza mkubwa siyo tetemeko la ardhi nadhani muujiza mkubwa ni kwamba wafungwa wote wamebaki kwenye seli zao. Askari wa gereza haamini, lakini mara moja anatambua kwamba haya yote ni kwa nguvu za Mungu. Paulo na Sila wamekuwa wakihubiri, yeye amekuwa akisikiliza. Wamekuwa wakiimba, yeye amekuwa akisikiliza. Kwa hiyo anawauliza hapa kwenye mstari wa thelathini nifanye nini ili niokolewe. Unajua anauliza nini? nifanye nini ili nipate ulicho nacho Paulo? Nawezaje kupata furaha hii Sila? Nitawezaje kuwa na usalama wa aina hii katikati ya mateso? Je, nitawezaje kumjua mungu wako mwenye nguvu zote? Naam, jibu ni rahisi, kifungu cha thelathini na moja. Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Nimependa jibu hili Hawakumwambia, unajua, jiunge na kanisa, anza upya maisha yako, anza kufanya matendo mema, tupe pesa kwa ajili ya safari yetu ya umishonari. Hapana, ni kuamini tu. Kwa Yesu tayari amekufanyia kila kitu unachohitaji. Naam, mlinzi wa gereza anaamini na hivyo ndivyo nyumba yake yote. Kwa njia waliposikia injili, na imani yao inaonyeshwa kwa kuwajali watu hawa wawili, u ambao walipigwa kwa kubatizwa u kwa maji. Mstari wa thelathini na nne unasema vizuri sana, alifurahi kwa sababu alikuwa amemwamini Mungu pamoja na nyumba yake yote. Wote waliamini injili, wote walibatizwa. Baada ya kujua kwamba Paulo ni raia wa Roma, viongozi wote wa jiji walitoka nje na kuomba msamaha, kisha wanamwomba aondoke mjini. Baada ya kuwatia moyo waamini wapya, wanaondoka Filipi na kwenda kwenye mgao wao unaofuata. Na kwa hilo, una kanisa la kwanza huko Ulaya kuanzishwa. Nataka uangalie tena wanachama wa katiba Una nani hapa? Mfanyabiashara tajiri wa mataifa, mlinzi wa gereza Mroma na familia yake yote, na msichana mtumwa ambaye hapo awali alikuwa amepagawa na pepo. Lazima nikuambie ni njia nzuri sana ya kuanzisha kanisa, na kwa njia ikiwa unasafiri pamoja nami sasa hivi na wewe si mwamini bado, usisubiri tetemeko la ardhi. Usisubiri muujiza fulani. Sikiliza mwaliko huu kutoka kwa Mungu. Je, unapaswa kufanya nini ili uokoke? Mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.